Nani ndio kuleta ndoto, unalima shamba na miguu ilichafuka, kama wewe nyoosha mkono juu, nataka nisaidie. Kila mtu nataka nisaidie, mingine sijafundisha, lakini katika ndoto, kama wewe uliota hiyo ndoto, nyosha, ina maombi maalum, nyosha kabisa juu. Unalima shamba, miguu natoka shambani, imechafuka kabisa na matope, yeye atakusaidia. Nani ndio kuleta ndoto, inaingia kukusaidia lakini, una viatu, unakanyaga yale mauchafu, ama uliota una viatu ama una viatu. Lakini ndoto hiyo iko aina mbili. Unatafuta una mahali pa kukanyaga, chochote ni kichafu, watu wamejisaidia vinyesi, kila mahali, na wewe unajitahidi kuingia mle ndani. Uliota ndoto ya namna hiyo yu, iwe ni miaka mingi, iwe ni miezi mingi, iwe ni lini, nyosha mkono na wewe unataka nikusaidie, nyosha mkono wako na nataka nikusaidie. Usifiche jambo, nataka nikwambie, baada ya hapa, kuna madhara makubwa yatakupata. Mungu anapoleta jambo huwa ndio siku ya ufungua maisha yako. Mungu anapoleta anasema, ukiona aibu kabu yako ikabaki. Yule mwanamke alikuwa na ugonjwa wa kutoka na damu wa miaka kumi na mbili hakuona aibu kwenda kwenye kundi na wanaumu walio jami mzunguka Yesu kugusa pundu na bazi la Yesu ili apate uponyaji . Ukiona aibu leo kwamba watu wataniona, nisha ndoto hii watu wataniona, na mimi na matatizo haya, nataka nikwambie ndivyo utakavyoangaika a kuna ndoto zinakuja kutabiri baangaiko mpaka kifo kwenye maisha yako. Kuna ndoto zinakuja kutabiri hautakuwa na ndoa mpaka kufa kwako. Kuna ndoto zinakuja kutabiri hautakuwa na watoto wa maana mpaka kufa kwako. Kuna ndoto zinakuja kutabiri hautakuja kuwa na amani maisha yako yote. Kuna ndoto zinakuja kutabiri mauti. Na ndio maana leo tunataka tusambaratishe kila ndoto kwa jina la Yesu ili upate ushindi na upenyo kwa damu ya Yesu. Kama unampenda Yesu nisikie tena, amen wai kuota unaokota hela barabarani zimegomboka, sarafu mia mia tano, elfu moja, unaokotaka zikomsuuna namna hii, unaenda tu naokota unaokota unaokota, yosha mkono juu takusaidia nawe. Wangapi uliwahi kuota? Kuota ndoto unaota kobe amekutangulia, ya kobe, yaani unatembea lakini kobe amekutangulia mbele. Unaona mbele yako kobe, kobe mdogo au mkubwa, au kobe mdogo mdogo, au kinyonga asio kobe. Basi kinyonga unaota kinyonga ama kobe amekutangulia, kama upo nyosha mkono vizuri, takusaidia. Si unaona kuna mambo ujue maana yake? Hata saa nyingine huwezi kusema kwa watu, unaota tu. Hebu waza, sio kawaida Yani unaota kobe amekutangulia, au kinyonga amekutangulia, wewe unatembea, kini yuko mbele hapa, sio jambo la kawaida. Nikiwa hapa niko kazini kikamilifu leo katika jina la Yesu niko kikamilifu kabisa, yaani leo niko hapa zaidi ambayo ungekuwa kwa mdango wa kienyeji mara elfu niko hapa kukusaidia kuliko ambavyo ungekuwa mbele ya daktari mwenye ultrasound au mwenye x-ray au mwenye kipimo chochote. Niko hapa haya. Anayekwambia ndio niulize, nayatoa wapi? Maana yake Mungu ameniagiza leo nije niwasaidie watu kwa jina la Yesu, walionewa na Shetani, waliowekewa mitego. Kama unaamini sema amen. Kama unaamini sema amen. Uliwahi kuota? Uliota ndoto, unaona sindano ya kushonea nguo imechomekwa ukutani, au imechomekwa chini ardhini, sindano yosha kabisa tatu, wako vyote vyote, kila mtu utamsaidia, ubarikiwe. Mwanao sindano. <laughs> Watu ni wabaya sana kwenye ulimwengu usipopata aina ya mchungaji kama mimi utasali mpaka Yesu anarudi, unakuwa tu kubuchika roho, matatizo hayaondoki. Ah, tumwona Mungu kanisani, tumemwona leo tumeabudu, roho umeshuka. Ah, leo mchungaji amehubiri mpaka nikasikia jasho linanitoka, ila sio vifungo vinaondoka. Yes, hayo kanisani utayaona. Aa, leo kwaya ya amani imeimba Nikajiskia nitoe la kimoja tu niwabariki, hayo utayaona kanisani, lakini vifungo vyako vyapo. Utatoa na kutoa kanisani, utaimba na kuluka na kucheza na kufanyaje, utafunga siku arobain, na mimi kama hakuna kuhali mwenye mafuta ya kushughulika na hayo mambo, vifungo vitakaa. Sasa si unaomba kwa mfano hayo yote niliyosema, unaombaga ulishkuyagusa wanaombaga mambo mengine tu, aliyenifunga aliye, aliyeniletea maumivu ya kichwa kwa jina la Yesu toka, kwa jina la Yesu ameharibu uchumi wangu toka, ila silaha ipo imechomekwa. Ndoto maana yake macho yako ya roho yanafunguka. Ya unaposikia Yoshua alivua macho akamwona malaika Si eti alibandua. Aha, alisimama mahali akaegemea, amechoka, akapata usingizi kama vile, kama unavyoona kama vile maluelue, macho alioni akafunguka, ndio maana ya kuvua macho. Unavuaga macho, unaona vitu. Unasema baba, nikua kama nimekaa nikaona kama mende zinapita zinakimbizana h mbele yangu, zile mende zina maana <laughs> nikashangaa, nikaona buibui kubwa mwanangu mmoja aliota ndoto akanisimulia, nikamwambia, linda sana hicho Mungu alichokupa. Aliota litandu, likubwa, litandu kubwa linaingia ndani ya makanisa, ila lina macho kama mtu. Tandu An ana kama wiki mbili ameota hiyo ndoto, akashila kiroa maana yake. Akanipigia akaniambia baba, nimeota tandu likubwa, yaani litandu likubwa macho kama binadamu ila linaingia kwenye makanisa. Aliona hivyo tu tandu mkubwa, ila linaingia kwenye makanisa. Hiyo ni roho kabisa, ni mtu, ni watu wanaotoka kuzimu, mawakala wa shetani wanaotuma kwenye madhabahu mbalimbali kufanya uharibifu. Kama unavyojua, tandu ni mdudu mwenye sumu. Kwa hiyo, hawa watakuwa ni watu ambao, akiingia kanisani anagonga watu, anakuingizia maneno ke? su unakufa kiloo. Tandu yupo, macho yake ni makubwa. Maana ya macho makubwa, maanake anaweza kuona vizuri kila mtu mpaka looni, anakaa tena, anamwona mwombaji kwenye kanisa. Tandu anagonga yule mtu, anakufa, anaacha wokovu. Tandu anaendelea kuwepo, anaangalia mwingine, mpaka mkoofike wameingia makanisa mbalimbali, au hiyo tandu wanaingia au anaweza kuwa mmoja au matandu wako wengi, ila Mungu akamwonyesha roho ya tandu. Kuna mdudu wa namna hiyo tandu, hatari kweli. Kanisani mnapokea mtu, mnajua mmepokea mtu, kumbe mmepokea tandu, anaingia. Akiingia tua, wamaliza, mnakufa kiroho. Haleluya. Ndio maana sio wakati. Tunaomba kweli kweli, na wewe nakushauri omba sana, Mungu akupe macho huyone mambo mengi yanayoendelea ulimwengu wa rohoni. Kama unampenda Bwana Yesu sema amina, sema amina. Hebu sema kwa jina la Yesu, tando huyu hata nimwata mimi. Sema kwa jina la Yesu, tando huyu hata ingia hapa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema amen. Mimi sipuuzagi maono ya watoto wangu. Mwanangu mmoja wa kiroho aliwahi kuniambia baba, na ni kweli nimeota. njia hii ya juu hi, na njia hii ya chini, kuna mang'ombe anafukuza watu, yanawapiga pembe, yaani watu wa mungu wanakuja ili waabudu, yale mang'ombe anafanya nao vita, yanawapiga pembe piga, yanafukuza wale watu. Nilisema hii ndoto ya ajabu, lakini wakati huo watu wengi wanakuja kanisa wakitokea njia hii wakitokea njia hii wakitokea njia hiyo, wengi wanakuja kumabudu Bwana baada ya miezi mitatu ya ndoto yake. In fact, sikuomba, nilikuwa tunasema tulishaomba Mungu amekaulizi. Mchungaji, ukiwa mchungaji wa kanisa, siku yoyote usipuuze maono wanayoonyesha watoto wako. Sio lazima kila kitu Mungu akuonyeshe wewe. Baada ya miezi mitatu, wale watu wakaanza kukaa nyumbani, hawaji kanisani watu wakipata vita mingine hivi mingine hivi, watu wakipata vita na watu wote walikuwa wanatokea ukanda huu hapa juu, wote wakakatika. Sasa wakati namwomba Mungu, Mungu akaniambia si mwanao alikwambia, mang'ombe yale ni mashetani yale, yani watu wameweka uchawi, watu wenye wivu na kazi ya Mungu wameweka uchawi, anaweza kuzuia ili kazi ya Mungu. <laughs> Nikamuuliza Mungu nini cha kufanya. Omba, mmoja atakimbiza elfu. Kimbiza hayo maloho, ndugu yangu. Ukizembea shetani akaweka mizizi, utamuondoa leo wala kesho? Tumepambana paka siku moja, anakumbuka ana kabisa, yupo anakumbuka. Aliniambia sasa, kanipigia simu, baba, nimeota tena yale mang'ombe. Amekuja si malaika si mtu, libaa limeyapiga limeyaondoa, hayapo tena njiani. Haleluya, haleluya! Yeah. Ndoto anaota. Siku nyingine na mimi katikati hapo nikaonyeshwa ndoto, Mungu ana verify, anathibitisha. Nikaona njia hiyo hapo juu tumewekewa geti la miti. Hii inayopitia hapo na kutokea nangu hapa. Hapa nilipofika hapo mwisho kule juu. Yaani amekuja mtu hajulikani ni nani. <pointidentified voice> ameziba huo uchochoro, ameweka geti la miti. Kwa hiyo la watu wanataka kuja kanisa na kufika pale, ile geti linawazuia. Nimefunga mpaka juu, lakini bila miti. Nikaona kabisa kwenye maono eti, nikatoka mpaka kanisani, nikasema mbona watu wengi wananiambia mchungaji tu kwa hapo tunataka kuingia. Nikisogea hivi, naona lile gate, naambia msunguke hivi, wenyewe wanahangaika hapo kwenye gate la ile wapite, lakini gate la miti. Nikasema <laughs> Mungu alichoonyesha wale ng'ombe ndio mwendelezo wa mifungo ule, ule. Wamefunga njia. Kwa hiyo tukaendelea kuomba, tukaendelea kuomba, tukaendelea kuomba na tunaendelea kuomba mpaka leo. Kwa hiyo kuna mambo sidharau, sidharau ndoto. Kwa nini Mungu anakuonyesha kuna vitu vimewekwa? Kwa hiyo huyu mwanangu alipopiga kanambia, baba, nimeona tandu inaingia makanisani, ina macho kama mtu. Tegemeeni makanisa wataingia wanajifanya wazuri, wanajifanya jamani eh. Baada ya muda, mchungaji, ulikuwa na watu mia mbili, kanisa linaporomoka. Ulikuwa na watu waombaji, wanakufa kiroho. Ulikuwa na nini? tangwa esema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila roho ya tangu, kila roho ya tangu na ifunga kwa jina la Yesu, haitaingia hapa wala kwenye maisha yangu ana nyumbani kwangu kwa jina la Yesu, sema eve. Mwisho kabisa sasa nataka niombe, mwisho kabisa wale ulie wahi kuota unafukua mayai alidhi mayai, unafukua mayai, unafukua mayai, mayai fukua mayai makubwa kabisa kama ya mbuni, kama ya bata mayai <laughs> ambacho sioni naona hapa vitu unachukua mayai mengi makubwa kama ya bata hivi, yani hapa mimi naona. Lakini hatua ya leo nataka nisaidie, hawa watu wako wengi, nataka nisaidie watu, nataka nikusaidie wewe. Hebu sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, sema kwa sauti ya ushindi kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Jina la Yesu, kuanzia leo, kuanzia leo, kila mboto ya kishetani ya kishetani kwenye maisha yangu, kuanzia leo kwa jina la Yesu kila ndoto yenye madhara si ya maisha yangu kwa jina la Yesu, kuanzia leo, kuanzia leo, asia asia asia maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kuanzia leo asia achia kwa jina la yeah. Yesu kwa jina la Yesu, kwa kwa jina la Yesu, ndoto za kitubwa ndoto za kituwa ndoto za kitumwa ndoto za kutumwa ndoto za kitumwa, kwa jina la Yesu, achia maisha yangu, ndoto za magonjwa, ndoto za balaa, ndoto za mikosi, achia maisha yangu, achia achia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Toka ndani yangu. Toka ndani yangu. Kuanzia leo.